E, tupate nafasi ya kumsikiliza e, baba mzazi wa marehemu ambaye e, yeye amefanya safari kutoka Singida mara baada ya kusikia e, tukio hili ambalo limetokea katika kaburi la mwanae hapa nyumbani kwake e, kijiji cha Kine. Mzee, shikamoo. Maraba, baba poleni sana na tukio hili ha, santi sana. Mzee wewe we, we, umepata ulipata taarifa gani hasa kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea hapa? Nilipata taarifa juzi kwa mkia jana hmm. Ndio nikafunga safari nikaja hapa nyumbani hmm. kuangalia kaburi liko wazi hasa hmm. nasema kwamba mtoto marehemu asipate ubaridi zaidi, nikarudisha udongo mm -hmm. E, baba uh, uh, unadhani watu waliotenda hiki, hiki, hiki kitendo walikuwa wananiage na gani hasa? Naona ni ushirikina. kwa nini na kwa hivyo maana sijaona tena kaburi limechimba li, li, na mna hii maana hmm. Mtoto huyu alikuwa mweupe karibu ya seruseru hasa hmm. lochimba hmm. wakachukua viungo fi vyake naona ni mguu mmoja ulikwenda, nimepata hmm. Hey baba kujiridhisha eh, kwamba ni ukweli, ni wamechukua mguu mmoja, mkuu mmoja wa huku hmm. kuangalia mashariki, huo ndo wamechukua. Sasa kwa nini mmefanya utaratibu wa, hey. Eh, eh, me, wa kure, kurejesha udongo eh, bila kutoa taarifa kwenye mamlaka, kwa maana jeshi la polisi, ili kujiridhisha na kile kilichotokea? Niliona kwamba kaburi sikee wazi mm. Kwa mila zetu ni kitendo hatari sana mm. Anamwita mwenzake akasikwe huku mm -hmm. e. ninavyofahamu mimi kinapotokea kitendo kama hiki e, kwamba e, lazima kuna shughuli za mila zifanyike ili kurejeshea ile hali vitu gani e, ambavyo mmefanya sasa una majani yanato nani mororo, mororo. Hmm. na makengere Hmm. na ngambi ngambi Hmm. ambao mnafanya nini? Tunaweka huko kwenye kaburi ili sije likafanyia vibaya. Mm -hmm. Yeah, baada ya kufanya hayo nini kinafuata? Udongo mm huu -hmm. Unafunika hapo hey. Shughuli inakuwa imeisha. Ehe. Hey. Au kuna taratibu nyingine zinaendelea tena? Maswala ya kuchinja nini hamna tena? Hapana. Nini sasa wito wako kwa watu ambao wanakutenda vitendo kama hivi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nini unataka kuambia? Hmm. Nawaambia watu wasifuate ushirikina, maana hmm. <coughs> si napata hasara sana, nimetoka Singida dana hmm. dana jioni hmm. nikaja hapa hasara hmm. kubwa sana hmm. kwa hiyo watu wa wasifanyie ushirikina. Mm. Naomba sana sana vijana wa sasa hivi Mm. Wanapenda hela sana Mm. Kama kitu kama hiki wanachukua hela kwa, kwa ajili ya kuuza viungo vya marehemu. Mm. Hey baba Mzee mi ni kushukuru lakini pia ni kupe pole kwa hiki ambacho kimetokea, na, nashukuru sana asante sana mtazamaji. Huyu ni baba mzazi wa marehemu ambaye yeye mwenyewe anakiri kwamba kiungo chake kwa maana ya mguu wa upande wa kulia e, umechukuliwa na hali iliyopelekea yeye kuona kwamba hakuna kingine cha kufanya zaidi ya kurejeshea udongo e, e, kwa kile alichodai kwamba huenda kikaathiri kwa kimila, lakini kikaathiri e, familia endapo kaburi hili itaendelea kubaki wazi.